Asanteni kwanza, kwa kuja kwa mara ya pili, nawashukuru sana. Kwa tatizo lile la kwanza, lilikuwa linakuja kwa kasi mno, majani yalikuwa yanaungua, mpaka nikaogopa. Hili la juu kabisa, ukija kuangalia, unakuta limeungua zote za juu, ukiangalia madoti yale meusi. Lakini ile dawa nilipoipata, naona imesimamisha umesimama ugonjwa umesimama, hauendelei na haupotei. Umes, umestop hapo mm. me hap maanake ziuliwa ziaki vile vile, lakini mm-hmm. mazma pia, uh, kwa maanake kwa namna nyingine yingine tunasema inatusaidia yeah, lakini kingine ambacho sasa tunakiona, jamani, mkulima mkulima, ndio maana tunasema kuona ni kuamini. Unajua, ukifika shamba kuna vitu ambavyo unaweza ukaviona kwa jicho la pili, ambapo pengine wewe ambaye kila siku unafika shambani unaweza usinoti au ukanoti, lakini ukawa bado hujajua sana kwayo. Kwa mfano kwa hapa Danema, ambacho mimi nimekinoti leo nilivyofika tu, kipande hiki nimeona kipo tofauti sana na